Hi mamas and babas. Um, video hii itaongelea jinsi ya kufua na kutunza nepi zako za kufua kwa ajili ya kuziwezesha kukaa muda mrefu. Uh, naitwa Agnes Senga, mimi ni Mama Ellie na mwanzilishi wa Ellie's Essentials ambapo tunauza bidhaa um, kama nepi za kufua na vitu um, vingine kwa ajili ya matumizi ya mtoto na mama kwenye kipindi cha hevi nepi za kufua period, period pants, chupi um, za kuvaa wakati wa period na pia pedi za kufua. Sasa um, video hizi um, tunazifanya kwa ajili ya kukufanya wewe mama kuwa jasiri na kupata taarifa zote unazohitaji, um, ambazo zinakusaidia katika safari yako ya kutumia nepi za kufua. Tumefanya kipindi cha nyuma na video unaweza kazipata zipo, um, jinsi ya ku kwa nini uchague kutumia nepi za kufua na sio za kutupa. Tumefanya video kuhusiana na material tofauti tofauti ambazo zipo na aina tofauti tofauti za nepi. Tukafanya video ya jinsi ya kumvalisha mwanao nepi, um, nenda kazi angalia huko nyuma. Tutafanya hii jinsi ya kufua, um, alafu tutakuja kufanya pia video nyingine ya ngozi, um, ya mtoto, jinsi ya kumlinda mtoto na ngozi yake. Um, kama unatumia nepi au kama ulikuwa unatumia nepi za kutupa kapata shida na unataka kuhamia huku kwenye za kufua, ufanye nini? Video inayofuata um, kama unaangalia mbele um, ya Oktoba elfu mbili na ishirini na tano, basi um, ipo tayari, naenda kaitafute na uiangalie, sawa. Sasa um, unafuaje nepi hizi za kufua? Hizi ni nguo, um, kama nilivyoeleza kwenye video za nyuma hizi ni nguo, na kama ni nguo, maana yake unaifua tu kama nguo ya kawaida. Tofauti ni kwamba hii inakuwa na kinyesi, kwa hiyo ili kukurahisishia mama kufua, suuza kwanza, alafu fua um, kama unavyofua nguo nyingine, weka sabuni uh, fikicha, suuza, anika um, kama unafua na mkono. Um, kama unafua na mashine, mwanao ana miezi mi Um, kabla ya miezi sita au ajaanza kula chakula, uh, unafua moja kwa moja kwenye mashine. Haina haja ya um, kusuuza pembeni. um, tupia kwenye mashine, weka um, rinsing, wash. Um, kama kawaida chini ya um, 60 degrees joto um, na kama una eh, unataka kutumia dryer ya mashine um, usiweke nepi na juu ya joto la sitini. Kama ni baridi, haina shida, au unataka joto likaushe nepi zako. Hizi za ndani hazina shida kuweka hata um, juu ya sitini, lakini sio hii kwa sababu hii ina material ya plastiki huu ndani, ambayo unatakiwa kuilinda um, katika utunzaji wako wa nepi sasa umeshafua nepi zako, unataka ukaanike nje, unaanikaje? Um, hizi hapa hizi ya nje bila kile kidude cha ndani. Hakikisha muda wote unapofua nepi zako unatenganisha hiki cha ndani na nepi, usifue kwa pamoja. Kwa hiyo hiki cha ndani unaanika kwa kusimamisha namna hii, um, kwa sababu inasaidia maji yanachuruzika vizuri, lakini pia inasaidia kuzipa nafasi upande zote kupigwa na jua kwa sababu jua linasaidia pia kutoa madoa. Uh, ukiwa unaanika hiki cha nje anika namna hii ambavyo, uh, inakusaidia pia jua kupiga pande zote mbili na kuzuia kutoa madoa, ila pia kulinda hii matio ya ndani PUL, ili lisiumizwe um, na jua ikaharibika haraka. Ni plastiki, plastiki ikaa kwenye jua mda mrefu haitakaa mda, haitatusika mda mrefu. Unatumia sabuni gani wakati unafua hizi nepi? Huwa ninashauri kutumia sabuni ya unga au sabuni ya maji, kwa sababu um, hazina mafuta mengi. Ukitumia sabuni ya kipande kipande, inatumia mafuta mengi sana wakati wa matengenezo yake. Kwa hiyo hiyo itafanya uh, ta, um, nepi zako kuwa na kitu kinaitwa build up au um, mkusanyiko wa mafuta kwenye nepi yako. Kwa hiyo hiyo inafanya unyonyevu unapungua ukiwa na nepi ikiwa na build up ya muda mrefu. Utaki kufanya hivyo, mtumia um, sabuni ya unga au sabuni ya maji, hiyo ni nzuri kabisa. Hamna ulazima wa kutumia Jik mara kwa mara kwa sababu Um, unaweza ukafanya mara moja labda kwa mwezi, unafanya kitu kinaitwa deep wash, unaloweka nepi zako zote um, alafu zifue um, mara kadhaa labda mara nne au mara tano. Jinsi mimi ninavyofanya, wanaloweka usiku kucha kwa kutumia jik. Baada ya kuzifua mara ya kwanza naloweka kama nusu saa, nafua, naloweka usiku kucha kwa kutumia jik, alafu ninazifua tena kama mara mbili ndo ninazianika. Um, kesho yake uh. Tofauti na hapo situmii kabisa Jik kwa sababu siamini sana kemikali ambazo zinakuwepo. Sodium hypochlorite ni um, salama, wanasema hata unaweza ukala kwa sababu kuna watu wanaoshea chakula na Jik, ila sio salama sana. Kwa hiyo ninajaribu kupunguza ni, sababu niliamia huku ni kupunguza zile kemikali katika uh, mavazi au maisha ya mwanangu kwa ujumla kwa hiyo situmii mara kwa mara, mara moja kwa mwezi, au kila baada ya mwezi mmoja ndo ninafua ile deep wash kuongeza uwezo wa nepi zangu pia kunyonya um, na hapo ndo naweza kutumia hiyo. Kwa hiyo nakushauri pia wewe kila baada ya miezi miwili mitatu, au kila baada ya mwezi mmoja, ukiona nepi zako zimepunguza nguvu ya kunyonya maji. Hii ni kwa sababu unapomvalisha mtoto unakuwa na mpaka mafuta kwenye ngozi, kwa hiyo yale mafuta yataamia pia kwenye nepi. Ukifanya hivyo tena na, tena na tena, mwisho wa siku zile nepi zinapata um, kama lea ya juu um, ninayo video hapa. Haya ni mafuta niliyapaka ko. Ukimimina maji kwenye nepi yenye mafuta, maji yanapenya tu to, yanatoka shu, yanamwagika nje, tofauti na ukiweka nepi ambayo haina mafuta um, maji yale yananyonya moja kwa moja kwa hiyo fanya hivyo ukifua ile mara kadhaa, inasaidia kutoa ile mafuta ile lea ya mafuta um, na hiyo ni nzuri sana. Kitu kingine ni jua. Jua ni nzuri sana kwa ajili ya kutoa madoa. <laughs> Madoa, kwa ajili ya kutoa madoa. Kwa hiyo um, tumia jua sana, huwa weka nje kama upo sehemu yenye jua um, jua ni zuri, hautahitaji kutumia jiki kabisa. Kama unafua vizuri na unalianika kwenye jua, madoa yote yanatakatisha, lakini pia inasaidia kutoa wadudu um, kama wapo. Tuseme ukiacha nepi zako mbichi um, kwa muda, ile jua inasaidia kuua. Hakikisha nepi zako zinakauka vizuri kabisa kabla hujamvalisha tena mwanao. Pata picha wewe unavaa chupi mbichi mara kwa mara, nini kitatokea? Kwa hiyo hivyo hivyo, mtoto ni sensitive zaidi. Hakikisha ameanika muda mrefu nje, imekauka vizuri siku nzima. Usiwe na haraka, ongeza nepi njo nikuuzie nepi serious hizo. Akisha na nepi za kutosha kwamba imekauka kabisa, ndo unamvalisha mwanao. Usimbalishe mwanao nepi ambayo haijakauka. Kitu ambacho hautakiwi kufanya kingine um, ni kutumia hii softener. Hii ni nzuri sana kwenye ngozi za, nguo ngozi za mtoto inakuwa, inafanya nguo zinakuwa soft na laini na nini, lakini sio kwenye nepi, sababu ili iweze kufanya hiyo nguo soft na inanukia ni kwamba inakuwa imekama imeongeza um, lea ya mafuta kwenye nguo yako um, na hiyo harufu inaweza ikakaa kama vile unavyopaka perfume. Ukipaka vaseline kwenye ngozi ukapaka perfume, ile perfume inakaa muda mrefu kuliko ukipaka perfume moja kwa moja kwenye ngozi. Kwa hiyo hiyo hiyo mindset, pata picha kwenye um, daipa yako ikiwa na layer sasa ya mafuta juu, manake ile nguvu ya kunyonya inapungua. Kwa hiyo achana na um, sopena kwenye daipa. Fua nguo za mtoto tofauti, weka sopena kama unatumia sopena, haina ulazima kama hautumii. Kwenye nepi tu fua bila na, um, kama unavyofua kawaida, kumbuka unasuuza, unafua na sabuni ya unga au ya maji um, ya kutosha kutakatisha kabisa nepi yako kadri unavyoweza. Imebaki madoa kidogo, usisumbuke sana, peleka kwenye jua. Baada ya kusuuza kwa maji ya kutosha, peleka kwenye jua ukauke um, vizuri kabisa, ujaumvishe tena mtoto um, kama utakuwa na maswali yoyote karibu kuniuliza kwenye comment section karibu kuniuliza kwenye comment section below nitarudia kuna video nitafanya baada ya inayofuata ambayo tunaongelea ngozi itakuja video ya maswali na majibu um, kama utakuwa umeuliza swali lako baada ya Oktoba uh, 2025 sitaweza kulifanyia video lakini um, nitalijibu kwenye comment section hapo, hapo maswali yote nitajibu kwenye comment section inasoma Komenti zote. Ninashukuruni sana kwa muda wenu. Kama haujaona video za nyuma kuhusiana na jinsi ya kumvalisha mtoto nepi na materials zilizopo na aina ya nepi na faida za kuchagua nepi za kufua, basi rudi uziangalie hizo video pia. Alafu tukutane kwenye video zijazo. Asante sana na huwe na malezi mema.